Tabia yako mbaya ukaeacha mama! Yaani uje kwetu upewe chakula alafu uongee ujinga, hiyo ni sawa kweli? Naongea na wewe mshinzi wa kawaida, na umebaki kumtumbulia tu macho. Umemaliza? Sasa iwe hivi, iwe mwanzo na mwisho kufika kwetu kwetu na kuuliza. Umemaliza? Ndiyo, nimemaliza. Nenda na usiangalie nyuma, mbakaji wewe! Naenda. Nenda, usimtapishe mimi ila habari ndio hiyo. Ah, hayo ni maji ya moto, hawezi kuchoma nyumba. Kwenda zako huko huyo. Acha nikupashe kama kawaida. Haya mambo yako yamenichosha kwa kweli. Hebu kuwa mpole wewe kwanza. si kuletwa na umbea, umeletwa na nini? Nimekuja chukua kitabu changu cha hesabu. Sawa, acha niku acha nikupashe kidogo. Niko na kazi nyingi nyumbani kwa hiyo wakati mwingine. Sawa, acha niko escort. Ah, nitaenda kama nilivyokuja.

A, nikijiuliza kwa muda sasa, ila sijapata. Nini jambo gani hilo? Sasa tokea niwe najielewa hadi sasa sijamwona baba wala mama. Je, unaweza kunieleza walipo baba na mama? Usijali bro kwa hilo, muda utafika na nitakueleza kila kitu kinalo ubaga, ila kwa sasa kilia Natamani sana kuwajua walipo baba na mama. Sawa kaka, utawajua na utafurahi sana. Asante sana dadangu, nakupenda sana dadangu. Nakupenda pia kakangu. Haya, nenda ukacheze. Sawa dada, ila nina njaa. Sawa kaka, naenda kupika sahihi. Sawa, na chakula chako huwa ni kitamu sana. Asante sana kakangu. Mm. Habari ya Fande Masi? Hey, Nzuri sana. Naendeleaje? Naendelea vizuri na wewe? Niko vizuri hapo naongea hey, na, uh, na Mr. Francis okay. Sijui kama uko kwa ofisi. Siko uko ofisi sasa hivi hey, utafika. Vitu kidogo. Okay. Utafika kama saa ngapi kwa ofisi? Okay, sawa. Niko hapa kwa ofisi na kusubiria. Okay, sawa. Haya uh, asante. Karibu. Kaka safi tu, kwema kweli? Siyo kwema vile. Mbona mbio tena? Anajaribu kunisumbua ila, nataka kumwonyesha kwamba mimi ni mtoto wa kiume. Tunajua warembo vyenye ambavyo wanazengua. Achana naye. Okay, barida. Okay, barida. Nimekuelewa. Okay, ni sawa itapambana Okay, hapo cool. Karibu sana kaka. Asante. Nadhani nilikueleza stori kuhusu dada fulani. Mm -hmm. Na dada huyo. Ndiyo. Okay, karibu sana dada. Asante. Kwa majina yangu mimi naitwa Mista Mabare na nilielezwa historia na Bwana Chanzera. sijui dada yangu uko na matatizo gani. Bwana Chanzera alikuja kwetu akija akinambia. Nabeba nkabean na sikujua kabisa kama ni kitu gani. Okay, sawa. Nikuulize swali okay. Je, uko na marafiki ndiyo? Okay, sasa nataka nikueleze hivi dada, hao marafiki ambao uko nao ndio maadui wako. Kwa nini? Venye ambavyo nilielezwa na bwana Chanzer, unajua historia ambayo nimeelezewa na bwana Chanzera inaonyesha dhahiri kwamba marafiki wako ndio wanakukula wewe. Kwa hivyo ninakuomba ujihadhari sana sana na marafiki wako tena sana sababu watakukula na kukumaliza kabisa kabisa, na venye ambavyo amenielezea akanambia, na ndo ninaona afadhali tumekutana pahali hapa, ili tupate hata kama ni vinywaji, ili tupate kuongea. Kwa hivyo ninakuomba dadamu, hiyo historia, naomba ujiepushe na marafiki zako. Hii dunia basi kitu ya kwanza, rafiki ndiye anaweza akakuumiza. Nakumbuka basi iko h nadhani, bado nakumbuka siku ile niliyokuona wewe na Robert. Ndiyo nakumbuka, basi ni kwa shima yako, ila ile kijana ningemharibu vibaya sana. Kwa nini? Ni hii miaka miwili iliyopita, hapo nadhani nilikuwa napata umri wa miaka mitano hivi. uh-huh. Robert ndiye chanzo cha wazazi wangu kufa. Hata saa hii mimi ni yatima. Pole sana. Steve alinibaka, na baada ya hivi wazazi wangu walipambana huku na kule ili hawakufua Ya katika za ilishindikana ilishindikana, kwa sababu wazazi wangu wakuwa na na, hiyo ikachangia wazazi wangu na haki yangu ikapoteaku. Usijali, maadamu umenaambia, nitakusaidia, hmm? Na haki yako lazima itaupatikana. Niko na uchungu sana ndipo nataka kulikuza kisasi kwa roba najua haki yako siku moja itapatikana. Nitashukuru sana ukinisaidia. Sawa, hakuna shida.

Francis George Dogo na kutoka kupiga hapa. So, siku ya Ijumaa bila kukosa. Sawa. Usta kushika. Ukajifanya mjanja kama sungura. Vipi? Leo umeshikwa mtegoni. Sikiliza kwanza kaka. Nataka nikwambie kitu, nadhani utafurahia tu. Ai! Yani unanipiga mimi? Umekuwa mume wa kunipiga mimi? Sio. Sawa, tutakutana. <tune> Mama na biashara zetu za baharini. Kivipi mama, hebu unieleze vizuri. Mama na biashara zetu za baharini, tulikuwa tukidhulumiwa na kunyanyaswa, hatuna haki zetu. Kila tunapotaka kuvua samaki baharini mpaka tutumie miili yetu ndipo tupate samaki. ihiyo ni dhuluma na nyanyasaji dhidi ya kina mama na wasichana. Hivyo basi sherehe ikwango wake naaidaasiii. Mbona masi sijaelewa ngano zako? Nadhani nilijaeleza vizuri, ni watu hujaelewa hapo. Naona bado unanisukuma kwenye giza, sija kuelewa kamwe. Sasa unataka nikueleze vipi wewe ili unielewe? Nataka unielezee kiundani zaidi, ili nipate kujua. Okay, nimekuele nimekuelewa. Sasa sasa hivi sikupendi, sikutaki na usinifuatilie tena. Kwa nini? na ukiendelea utajua haujui.